Mathayo 11:28 linasema hivi, "Mjoo kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha." Leo maneno haya hayako mbali, yanakuita wewe binafsi, yanakuita ulipo sasa hivi, katikati ya mawazo mengi, katikati ya uchovu, katikati ya maswali yasiyo na majibu. Kuna mtu unasikiliza leo na umebeba mzigo mzito sana. Watu hawauoni lakini wewe unaujua. Unatabasamu nje lakini ndani unalia. Unajaribu kuwa imara lakini nguvu zinaisha. Leo Yesu anasema njoo kwangu, acha kubeba peke yako, katika jina la Yesu. Labda mzigo wako ni mawazo, mawazo ya kesho, mawazo ya pesa, mawazo ya kazi mawazo ya familia, unajiuliza mambo yatakuwaje? Lakini Mungu hakukusudia uishi maisha ya hofu kila siku, anakukusudia uishi maisha ya amani, na amani hiyo inaanza leo, katika jina la Yesu. Labda mzigo wako ni maumivu ya zamani, maneno yaliyosemwa, matendo yaliyokuumiza. Umesamehe kwa mdomo, lakini moyo bado unaumia. Yesu anaona na leo anataka akuponye kabisa, sio juujuu, ndani kabisa, katika jina la Yesu. Kuna wengine mzigo ni kuchelewa. Ulidhani mambo yangebadilika mapema, ulidhani ungekuwa mbali zaidi, lakini muda umepita na bado unasubiri. Nataka ujue kuchelewa si mwisho. Mungu hafanyi kazi kwa saa ya binadamu, anakuandaa kwa wakati sahihi, katika jina la Yesu. Yesu anasema Nitawapumzisha, sio nitawapa mzigo mwingine, sio nitawaongeza shinikizo. Nitawapumzisha, pumziko la moyo, pumziko la mawazo, pumziko la roho, katika jina la Yesu. Leo kuna mtu anahitaji kuachilia, kuachilia hatia, kuachilia lawama, kuachilia hofu, kuachilia maumivu, kwa sababu unapobeba vitu ambavyo Mungu hakukupa vinakuchosha, lakini leo Acha, katika jina la Yesu. Usifikiri Mungu amekusahau, usifikiri maombi yako yamepotea. Kila kilio kimesikika, kila ombi limeandikwa, na majibu yako yanakaribia kuliko unavyofikiri. Kuna kitu kinavunjika sasa hivi, kuna mzigo unaondoka sasa hivi, katika jina la Yesu. Leo amua kumkaribia Yesu tena, sio kwa sababu una nguvu, bali kwa sababu una muhitaji na anapokuona ukimkaribia, anakukaribia pia, anakukumbata, anakubeba, anakupumzisha katika jina la Yesu. Tuombe pamoja sasa. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu. Tunakuja tukiwa wachovu, tunakuja na mizigo, tunakuja tukiwa na machozi ambayo wengine hawaoni, lakini wewe unayona yote katika jina la Yesu. e Bwana Tunakabidhi mizigo yetu kwako sasa hivi. Mizigo ya mawazo, mizigo ya hofu, mizigo ya maumivu, mizigo ya kukata tamaa. Tunaiweka chini sasa hivi katika jina la Yesu. Baba, leta pumziko la kweli, pumziko la mioyo, pumziko la akili, pumziko la roho. Palipo na msongo, leta amani. Palipo na huzuni, leta faraja. Palipo na giza, leta nuru. Katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya afya. Gusa miili sasa hivi, ondoa uchovu wa muda mrefu, ondoa maumivu, rudisha nguvu, rudisha afya katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya kazi na fedha. Fungua milango iliyofungwa, leta msaada usiotarajiwa, bariki kazi za mikono yao, waondoe kwenye shinikizo la kukosa katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya mahusiano na familia. Ponya mioyo iliyojeruhiwa. Leta msamaha, leta upendo, leta amani majumbani katika jina la Yesu. E Mungu, waondoke hapa wakiwa wepesi moyoni, wakiwa na tumaini jipya, wakiwa na imani jipya, wakijua mzigo umeondoka na pumziko limekuja katika jina la Yesu. Kama ujumbe huu umekugusa, kumbuka hauko peke yako. Yesu anakuita umpatie mzigo wako. Tuma maombi yako ili tuombe pamoja nawe na tafadhali subscribe.